Kijiji cha Sangaiwe kilianzishwa mwaka 1977 kijiji ambacho kinapatikana katika kata ya Mwada wilayani Babati mkoani Manyara, ni miongoni mwa vijiji kumi vinavyounda jumuiya ya hifadhi ya wa wanyamapori Burunge yaani JUHIBU. Kijiji cha Sangaiwe kina jumla vitongoji vinne ambavyo ni Sangaiwe, Gembo, Osolei na Neneto. Kijiji cha Sangaiwe kina jumla ya kaya 1092 zenye jumla ya wakazi wapatao 1, 4, 9, 1, wapatao 4091 wakiwemo jumla ya wanaume 2130 na wanawake 1961. Kijiji hiki kina jumla ya hekta 9920 kwa mzunguko wote na wenye matumizi mbalimbali mbali za kijamii ikiwemo kilimo, ufugaji, hifadhi za misitu, makazi ya watu pamoja na hifadhi za wanyamapori. Shughuli kubwa ya wakazi wa kijiji hiki ni pamoja na ufugaji na kilimo. Japo kwa sasa shughuli za kilimo zinaelekea kupungua kutokana na changamoto ya ongezeko la wanyamapori wanaoharibu mazao yao yakiwa shambani, hususan wanyama tembo na wanyama wengine. Kufuatia ongezeko hilo la wanyamapori ambao wamekuwa wakiharibu mazao yao, kijiji kikaamua kufanya uwekezaji wa mahoteli ya watalii ili kupata mapato ya serikali ya kijiji, jambo ambalo limefanikiwa pakubwa. Kama ambavyo anavyotueleza Joseph Fosea, kaimu mtendaji wa kijiji hiki, ambapo kupitia mapato hayo serikali ya kijiji imefanikiwa kufanya huduma mbalimbali mbali za kijamii. Kijiji cha Sangaiwe kimepata mafanikio kutokana na kuunda umoja wa vijiji kumi vinavyounda jumuia ya hifadhi ya wanyamapori Burunge pamoja na kuwekeza wawekezaji nje ya jumuia ya wanyamapori Burunge, ambapo huwa tunapata mgao wa asilimia sitini kama kijiji na kutekeleza miradi ya maendeleo iliyogharimu kiasi cha shilingi milioni mia tisa tisini na nane laki tano ishirini na tano elfu na mia nane. Pia tunalipa watumishi wanaofanya kazi ndogo ndogo ndani ya kijiji zaidi ya thelathini wakiwemo walimu wa kujitolea saba. Tumewasaidia wanafunzi zaidi ya hamsini na mbili kwa muda wa miaka minne, kila mwanafunzi tulipa shilingi laki tano wanaokwenda kidato cha tano na vyo vya kati, ambapo tulitumia jumla ya shilingi milioni ishirini na sita. Tumewasaidia wagonjwa 48 wa rufaa katika hospitali ya Benjamin Mkapa, KCMC, Bugando kwa muda wa miaka minne yenye thamani ya shilingi milioni 32. Baadhi ya wakazi wa kijiji hiki hapa wanatusimulia mengi kuhusu umuhimu wa hifadhi pamoja na fursa zitokanazo na sekta hiyo. Jina langu naitwa Selina Motala. Muhimu wa hifadhi unatusaidia sana kutuletea maendeleo katika kijiji chetu tunapata chakula, watoto wanapata chakula vilevile, vile wa shule sekondari mpaka na shule za misingi. Jina langu naitwa Teresia Yusto Thomas, ni mkazi wa kijiji cha Sangaiwe. Umuhimu wa hifadhi unatuletea maendeleo katika kijiji chetu, tumejenga shule, tumejenga ofisi na pia tumejenga nani, tumejenga hospitali. Na pia tena tunapewa msaada wa chakula. Mariani Mwanso ni mwenyekiti wa kijiji cha Sangaiwe hapa anatuweka wazi juu ya umuhimu wa uhifadhi na namna kijiji chake kilivyoweza kunufaika na sekta hii ya utalii. Kijiji cha Sangaiwe kimenufaika na uwekezaji, tumetenga maeneo haya ya kijiji hatima yake ki, tumeanza kupata uwekezaji mwaka 2013 na mpaka hivi leo tunapoongea tumeshafikisha wawekezaji watano na tunaendelea kunufaika. Kweli kama tunavyoona tumenufaika vya kutosha ndani ya kijiji, tumejenga zahanati ya kisasa, tumejenga ofisi ya kijiji, tumejenga shule za msingi ziko mbili, shule za awali vitongoji viwili. Tunalisha wanafunzi chakula cha mchana kuanzia darasa la kwanza, yani chekechea wanapata uji na la kwanza, lakini darasa la tatu hadi la saba na form 1 hadi form 4 tunawapa chakula cha mchana na maharage yanapatikana Patricia William ni mwenyekiti wa bodi ya Burunge WMA. Hapa anatueleza namna ambavyo wananchi walivyoguswa na uhifadhi mpaka kuamua kuwekeza katika sekta hiyo muhimu. Baada ya wananchi kupata elimu ya uhifadhi, walikubali kutenga maeneo na kuweza kuunda hivyo vijiji vitano, lakini pia baada ya kuona tunanufaika na ule mgao na kwa sababu Sangaiwe tuna maeneo makubwa kama ulivyoona, mpaka sasa hivi tuna wekezaji watano na bado tunaendelea kuwakaribisha wekezaji kwa sababu maeneo tunayo, na sisi wananchi tumekubali kutoa hata mashamba yetu. Wengi wanashangazwa na huduma zinazotolewa na serikali ya kijiji baada ya makusanyo ya mapato ya serikali ya kijiji yatokanayo na uwekezaji katika sekta ya utalii na uhifadhi kijijini hapo. Hapa tumezungumza na mkuu wa wilaya ya Babati Emanuela Kaganda anashangazwa na uwekezaji mkubwa uliofanywa na wanakijiji baada ya kukubali uhifadhi na kutoa maeneo yao ya mashamba na eneo la kijiji kwa ajili ya uwekezaji wa mahoteli ya watalii kijiji cha Sangaiwe kimefanikiwa sana. Uh, ukiangalia kwa upande wa mapato toka mwaka, ukiangalia mwaka 2021 kufikia 20 na 25. Uh, kijiji hiki cha Sangaiwe kimekusanya mapato zaidi ya bilioni 2.4 na fedha hizo nyingi wamezitumia kwenye miradi ya maendeleo. Aa, kiasi cha bilioni 2.2 zimetumika kwenye miradi ya maendeleo na tumetembelea zahanati mbalimbali mbali ambazo zimejengwa na Uh, kijiji. Lakini sio hawajaishia kujenga tu, imejengwa kwa fedha za, za uh, kijiji ambazo zimepatikana kutokana na utalii, na pia wameweka vifaa humo ndani vya maabara, lakini pia mifumo ya ukusanyaji wa fedha, lakini pia wanaendelea kutoa msaada kwa wananchi. Lakini sio hivyo tu, watoto wanaotoka kwenye eneo hili wakifaulu, wakienda nje ya hapa wanape, wanalipiwa uh, shilingi laki saba kila mtoto wananufaika na mapato ya uhifadhi kwenye eneo hili. Lakini sio hivyo tu, mwananchi yeyote atakayepata changamoto ya afya, akiugua, akitakiwa kwenda kwenye rifero, anapewa shilingi laki tano kwa ajili ya kuweza kumsapoti huko anakokwenda kupata matibabu. Ama kwa hakika, sekta ya utalii inalipa jamii, na wananchi wanaopakana na hifadhi za taifa pamoja na mapori ya akiba wanapaswa kuendelea kuelimishwa ili kunufaika na sekta ya utalii kutoka hapa katika kijiji cha Sangaiwe wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Marcella Zaro na hii ni Klaus TV.